Mungu, ina majengo haya matatu. Jengo la kwanza tulipewa milioni themanini tukajenga madarasa mane. Jengo la pili tulipewa milioni thelathini thelathini ngapi? Maabara, mwalimu, milioni thelathini maabara. Watoto wetu wana maabara ya kisasa, Mheshimiwa Mkungu. Lakini jengo lingine tukapewa milioni sitini tukakamilisha kabisa, ila inaonekana, linaonekana ga milioni sitini majengo madarasa matatu na ofisi, na hata kule pia kuna ofisi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hapa tuna bweni la tuna bweni la kulala wasichana. Juzi tumeletwa vitanda na magodoro yake, vitanda sabini na nane na magodoro yake kama hivyo. Kwa hiyo watoto wetu wanalala vizuri eh vya kisasa vya kupanda Ni, hii ya juzi ni yacho utaisema wewe mheshimiwa mbunge, niseme tu zile ambazo zimekamilika. Ukatoa milioni kumi tukajenga barabara kutoka hapo hapo Kiswahilini kwenda ofisi. Tuko katika mchakato wa uchaguzi, jamani. Mchakato wa uchaguzi una mambo mengi. Sisi kama serikali tunawasihi kwamba mchakato huu uzingatie sheria, kanuni na taratibu hatutategemea kwamba katika mchakato huu zianze zianze taratibu zozote za kuweza kuvuruga amani yetu ya nchi yetu. Kwa hiyo, viongozi wenzangu, nawasii katika zoezi au mchakato huu wa uchaguzi uweze kufanyika katika hali ya utulivu, ukizingatia sheria na taratibu za nchi zilizowekwa. Na jambo pia jingine la kuendelea kuhamasisha kwa viongozi wenzangu wa kata ya Igigwa ni kuhusiana na swala la kushiriki katika shughuli zote za kiserikali ikiwemo miradi ya maendeleo. Kwa bahati nzuri, mheshimiwa mbunge ni kiongozi ambaye ameweza kuweka maslahi ya watu mbele na kuweza kutoa pesa milioni saba na laki saba pale kwenye shule ya Kiswahilini. Kwao kama wananchi unawajibika kuweza kuchangia zile nguvu kazi ili kusudi huduma zetu ziweze kusogea mbele, lakini pia tuna kituo chetu hapa hicho kituo kimetumia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini kuna mradi ambao pia bado unaendelea pale halmashauri. Kupitia mwenyekiti ameweza kuidhinisha shilingi milioni 30. Kwa hiyo viongozi wenzao, ukihitajika kutoa nguvu kazi <laughs> naongoza kwa kutumia mapato ya ndani kwa ajili ya kujenga kile kituo cha afya milioni mia tatu na mbili ukiongeza na fedha za mfuko wa jimbo milioni kumi inakuwa milioni mia tatu na mbili Sio hapa mnaongoza katika wilaya kutumia mapato ya ndani kwa ajili ya miradi ya, hakuna kata nyingine imepata hela nyingi kama hizo, hapo ni nyinyi ndio mnaongoza kwa, ni jambo ambalo eh, kama mtatu huku mimi na mheshimiwa Giwani hapa, kwamba labda tumezembea, labda sababu zingine. Sio hizo kwa sababu tumetetea sana kwenye baraza mpaka baraza likakubali kwamba hizi mia tatu na mbili ziende kule, na zile mia tatu na mbili zisingekuja kama ingekuwa isingekuwa kuchochewa na shilingi milioni kumi za mfuko wa jimbo, mpaka baraza likasema sasa, kama mbunge amepeleka milioni kumi, kwa nini tusipeleke hela? Ndo zikaje zile milioni mia tatu na mbili kwao. Ndugu zangu naomba sana kila mtu awe anajua kwamba yaliyofanyika ni makubwa, pamoja na kuboresha ile zahanati ile zahanati. Wakati tunaanza elfu mbili na ishirini ilikuwa bado iko zahanati daraja la tatu, lakini leo hii ile zahanati iko na zahanati daraja la kwanza. Tusianze kuweka magurubu, tusianze kuweka minong'ono isiyokuwa lazima. Tenda haki, ili mwisho wa siku wewe nafsi yako iwefanyaje, imesafika. Acha vikao vya muwe nani awe nani asiwe. Mnyonge mnyongeni haki yake e? Sijui mnanielewa ndugu zanguni. Ni Igigwa oye! Ni Igigwa oye! Lakini sambamba na hilo tuna ubunge kutoka kwenye kundi la umoja wa vijana Huwa wapo lakini ni wachache kwa nchi nzima, unaweza kuta wawili nchi nzima au watatu nchi nzima. Sasa umeongezeka sawa sawa. Kwa hiyo kama yuko kijana katika kata hii ya Igigwa, anataka akagombee nafasi na ya ubunge kutoka kwenye kundi la umoja wa vijana, fomu zinatoka tarehe nane kwenye ofisi ya katibu wa umoja wa vijana ya mkoa. Kwa hiyo utaenda kule mkoani watakupa hiyo fomu na gharama zao kule sijajua ni shilingi ngapi. Kwa hiyo utakachokutana nacho huko ni halali yako.